Nashuka na package yote tashangaa, lakini tabiri, maanake utapokea uwezo wa kiungu utakaoweza kufanya mambo ya kimungu ambayo kwa akili zako huwezi utayafanya. Ndakisha baada ya kupokea au baada ya kutabiri utageuzwa na kuwa mtu mwingine. Haleluya, wow. Roho Mtakatifu ndiye anayekubadilisha na kuwa watu wengine. Roho Mtakatifu, ulikuwa malaya, ulikuwa mwizi, ulikuwa kuinuliwa miguu juu kichwa chini, alafu hey. Inapandwa tabia ya Kristo ndani yako hey. Maana huwi mtupu ukitoa